iara ya mambo ya ndani imevifutia usajili vyama vya kijamii 1268 na ambavyo havijaridhia masharti ya mashirika yaliyo ya, ya kiserikali. Vyama vilivyokumbwa na ufagio huo vilikuwa vinasimamiwa na iliyokuwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto ambayo sasa imebadilika. Msemaji wa wizara Isaac Joel amesema uamuzi huo umetokana na zoezi la uhakiki wa vyama vyote vya kijamii vilivyopo hapa nchini na vilivyosajiliwa na wizara chini ya sheria ya vyama hivyo. Kwa hiyo hii ni mahitaji tu ya, ya, ya, ya, ya muhimu ya mwanzo, lakini pia kuna mahitaji mengine kidogo kidogo, ambayo kila, kila taasisi inajua, kwa sababu baada ya kusajiliwa huwa wanapewa eh, pamoja na mambo mengine wanapewa matakwa au masharti ya vitu ambavyo wanatakiwa kuvifanya. Kwa hiyo wanapofanya, wanapofuata sheria zile, wanakuwa wametekeleza wajibu. Wale ambao sasa hivi hawafuati ndio wao tumeanza kuwafuta na tutaendelea kuwafuta, lakini pia nia yetu kubwa si kufuta vyama, tunataka tu wafate sheria ili kila mtu sasa awe anafanya kazi zake kufuatana na sheria za nchi na vyama